Yes, maandalizi yanakwenda vizuri so far, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji ambao hawakupata bahati ya kuitwa kwenye timu zao za taifa wote wameripoti hapa KMC, na tulifungua kambi yetu Juni Mosi, na leo ni siku ya tatu ya mazoezi, session tofauti tofauti, kuna session zinazofanyika gym kana pale, na kuna session zinazofanyika kiwanjani kwa maana ya hapa KMC complex. Nategemea na ratiba ambayo technical bench wanaipanga. Wachezaji wote ambao wako hapa wapo kwenye hali nzuri na tunaamini kwa maandalizi ambayo yanaendelea hapa, hii michezo miwili ya mwisho ya ligi ambayo tunakwenda kuicheza, tutakwenda kupambana na tupate matokeo mazuri insha Allah. Mbeya, kwa kifupi kabisa, Mbeya hawana baya kwenye hii misimu mitatu ambayo imemalizika hapa nyuma, na tumechukua ubingwa mara zote. Mbeya tumetoka pale kwao mara mbili tukiwa na taji, kama unakumbuka ubingwa uh, wa kwanza uh, wa pili tulikuwa tunatokea Mbeya, shuka airport, apigwa paredi mpaka Jangwani. Lakini kwa msimu huu kutokana na ratiba, mechi yetu ya ubingwa sasa haita itakuwa Mbeya. Kwa hiyo tuombe sana wakazi wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kwenye mchezo siku ya tarehe kumi na nane. Tuyo tu support team yetu. Mchezo ni muhimu kwa sababu bado Pizon unajua hajajua, eh, hatima yake kwenye ligi kama anakwenda kwenye playoff au vipi. Kwa hiyo lazima tuweke jitihada tupate matokeo mazuri. Na Pizon ukiangalia mechi ya mwisho alimaliza away dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo mechi yake ya mwisho nyumbani ni dhidi ya Yanga. Akipata tu sare tayari mambo yake ni mazuri kubakia ligi kuu na asicheze playoff. Kwa hiyo lazima tuende kwa nguvu. Ukiona timu yote na train hakuna mchezaji yote ambaye amefungwa bandage hapa nje au anafanya mazoezi binafsi. Maana yake 100% hatuna mchezaji majeruhi, ukiondoa Kwasi Yatola ambayo taarifa yake inafahamika, na tulisha komuniketi mapema kwamba hatutakuwa na Kwasi Yatola yao kwa msimu huu mpaka utamalizika. Habari njema, so far hakuna mchezaji ambaye ni majeruhi, na wale ambao kwenye timu za taifa tunawaombea pia wasipate majeraha kwa ili warudi, ili itikiwembe kimnyoe kila anayekuja hapo mbele